Tuwafundishe watoto wetu uwezo wa kujisimamia mm. Kwenye ndoa atahitaji kujisimamia kama baba, kama mama mm. Ajisimamie yeye mwenyewe kabla ya kuja kusimamia watoto mm. Kwenye ndoa tufundishe, tunapowaelekea wa, vijana wanaelekea kwenye ndoa, tulisema lugha ya mawasiliano, asibwatuke bwatuke tu mm. Akaongea chochote anachoona sawa, ajue anawasiliana na nani, wakati gani mm. Unanielewa? Kuna jukumu atalifanya nyumbani mwa Mungu. Ni mume wa mtu yule, anaposimama mm. mbele ya hadhara anaongeaje? mm. Tuwasaidishe watoto wetu au tuwajengee uwezo. Sasa hivi anaweza, kuna unaukuta mtu ana miaka hamsini, karibu ongee. <laughs> Jitafuna, hey, tafuna. Hey, unajua jamani. Mara shike kichwa. Miaka 50 hauwezi kuongea mbele za watu. Kuna mbaba kama huyo pasta mpaka kesho, hey. Yupo, hey. Akitaka kuongea kwanza anajikuna kichwa. Anatafaka. Yani, <laughs> yaani lazima ashike kichwa kwanza, anajitafuta maandalizi. Maskini, hatujawajengea watu ujasiri. Tunawaandaa watu tu sare na nini na nini, na nini. Mm hata ile siku tu ya ndoa ile utambulisho, tunaonaga vituko pale, mm. Mtu ana sasa, unajua ambaye nimemsahau, ansamee wewe, ulikuwa unajua <laughs> unakuja kutambulisha hapa, si uandae <laughs> listi basi, uletee usome listi. Mimi ambaye nitakuwa nimemsahau, kwani ulazimishwa kutoka kichwani? mm.